Tatu inakidhi matakwa ya sheria, kanuni na taratibu zote zinazohusiana, zinazohusika katika mchakato wa uendeshaji wa klabu za michezo ikiwamo za baraza la michezo, za RITA, za mamlaka ya ushindani Tanzania FCC, pamoja na mamlaka nyingine za serikali, Simba. Lakini pia jukumu lingine la serikali ni kwamba itaweka utaratibu utakaohakikisha uwazi uwajibikaji na utawala bora ndani ya vilabu vyenu. Ndugu mwenyekiti, naomba nitumie fursa hii kusema kwa uwazi, serikali haijatoa na haitatoa maelekezo ya kumdhuru mtu yoyote wala kuwaelekeza wanachama jinsi ya kuamua kwenye kufanya marekebisho ya uendeshaji wa klabu yenu. Serikali haiwezi kutoa maelekezo yoyote yatakayoingilia ya maamuzi ya wanachama yaliyo au yatakayofanywa kwa mujibu wa sheria. Lengo la serikali ni kuhakikisha mjadala wa maamuzi ya leo hayapotezi mwelekeo kutokana na hisia, bali yanaongozwa na busara, sheria maslahi mapana ya klabu na mustakabala wa maendeleo ya michezo nchini. Mheshimiwa Mwenyekiti na wajumbe, Simba Sports Club ni taasisi kubwa yenye historia, yenye mamilioni ya washabiki na yenye mchango mkubwa katika uchumi na tasnia ya michezo nchini. Kwa msingi huo ninaomba mjadala wa marekebisho ya katiba ufanyike kwa utulivu, kwa kujenga kwa kuheshimiana na kwa kuweka mbele maslahi ya klabu, wanachama wake na wadau wote wakiwemo wawekezaji waliowekeza kwa nia ya kuendeleza klabu. Mwisho, mwisho niwatakie mjadala mwema. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Simba, Mungu ibariki Tanzania, asanteni sana